Dile mezitar sukupae jamnidbara, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wapenzi watazamaji wa MTA Afrika, karibuni sana katika kipindi hichi maalum Kamba ya Allah Khilafat, kipindi ambacho ni maalum kwa ajili ya siku hii ya ukhalifa, ambapo utazungumzia mambo mbalimbali mbali, na kazi za ukhalifa na jinsi gani khalifa anapatikana katika jumuia ya Waislamu Ahmadiyya na jinsi gani nidhamu hii inasaidia ubinadamu kwa ujumla na jinsi gani watu wanaweza wakajiunga na nidhamu hii na pia kupata faida za kiroho na kuifanya dunia yao kuwa makao mazuri ya kuishi. Mbele yangu nipo na washiriki adhimu kabisa kutoka E, ofisi kuu ya amiri na mbashiri mkuu Tanzania. Kulia kwangu kabisa ni Maulana e, Hawaja Muzaffar Ahmad Saibu ambaye ndiye amiri na mbashiri mkuu na pia ninaye Maulana Abdurrahmani Muhammad Ame ambaye ni naibu amiri katika Jumuiya ya Waislamu Ahmadia Tanzania, na pia akiwa anasimamia Humanity Fest hapa Tanzania kama mwenyekiti wake. Jamani karibuni sana. Asante. Eh, kipindi chetu cha leo tutajikita hasa kueleza na ku eleza faida za ukhalifa, hasa ukhalifa unafanyaje kazi, lakini pia ukhalifa ni nini, na ni jinsi gani unavyofanya kazi na ni, yani, una uhitaji kiasi gani katika dunia ya leo. Kwa hiyo nikianza na Maulana Sahib, ni jinsi gani eh, khalifa anapatikana hasa katika Jumuiya ya Uislamu Ahmadiyya tukiangazia moja kwa moja kwamba binadamu haishi milele, kwa hiyo anapoenda mbele za haki, khalifa ni jinsi gani sasa Jumuia ya Islamu Ahmadia inaweza ikampata khalifa mwingine. Karibu sana, asante. Audhu billahi min ashaitan rajim, bismillahi rahmani rahim. Khalifa katika Jumuia ya Islamu Ahmadia anapatikana kwa hakika kwa waumin kupewa nafasi ya kutoa maoni yao au ushauri wao, ni nani yawe khalifa baada ya khalifa aliyepita kutangulia uh, mbele ya haki yeah. Kwa hakika hasa anayechagua khalifa ni Mwenyezi Mungu yeah. Iwe ni ile mwanzo kwa maana ya nabii, kwa sababu nabii pia naye ni khalifa yeah. Lakini hapa tunazungumzia ukhalifa uh, unaokuja kufanya kazi au kupokea au kuwa, uh, kuwa uwakilishi wa nabii aliyepita au aliye uh, tangulia. Kwa hiyo khalifa hupatikana kwa waumini kupewa nafasi kumchagua khalifa baada ya khalifa aliyepita kufariki, kama nilivyosema. Sasa hii dhana ya kusema kwamba Mwenyezi Mungu ndio anayechagua khalifa unaweza ukaidadavua kidogo, kwa sababu inaweza ikawa tata kwa watu yeah. bila shaka ni, ni kweli, na ndio sababu tunasema kwamba wanaopewa nafasi ni waumini, kwamba mwanzoni, kabla ya kuwepo waumini, Mwenyezi Mungu mwenyewe humchagua khalifa moja kwa moja, lakini baada ya waumini kuzalishwa na kuwepo, ambao wanaelewa maana halisi ya imani ya Mwenyezi Mungu, wanaelewa ujumbe wa Nabii aliyopepewa na Mwenyezi Mungu, upo kwa ajili ya sababu gani? Wanakuwa tayari wamepata a, a, kiwango cha uadilifu na kiwango cha takwa kiasi kwamba wanajua ni nani miongoni mwetu ambaye ana uwezo mkubwa zaidi, anastahili kubeba dhamana hii kubwa ya kuwaongoza wengine. Kwa hiyo kwa kupewa nafasi ni kwamba mawazo yao yanaheshimiwa kwa pamoja yanaheshimiwa na Mwenyezi Mungu, lakini tunaamini kwamba ni yule mtu ambaye Mungu mwenyewe ameshamchagua kutoka mbinguni, ndiyo ambaye waumini hupewa nguvu, hupewa ilhamu pengine na Mwenyezi Mungu, na wengine hata hupata njozi kabla ya hapo, na wakaweka mawazo yao kwa mtu yule ambaye atabeba mzigo ule mkubwa wa kuwaongoza waumini wengine katika njia. Umeongelea kwamba kwa kwa, ni kuhusu waumini. Je, sasa ni waumini wote kwa sababu hata sisi huku ni waumini. Kwa hiyo je, ni wachache wanaowakilisha wengi, au ni waumini wote tu kwa pamoja mnapiga kura? Kwa sababu ni kitu ambacho kitaleta kita, kita, utata. Ni kweli kabisa, bila shaka waumini wote hawawezi kukusanywa. Mm -hmm. Sio kwa duniani tu, hata a, katika mji. Hata wakati wa Mtukufu Mtwasallam salam mm -hmm. alipofariki, si kwamba wote walikusanyika mm -hmm ni wachache waliokuwa na nafasi na, na ukaribu mm -hmm. wa kukusanyika na kufanya maamuzi ya kumchagua kwa hiyo. mm -hmm. na hata leo, na kwa bahati, katika jumuia ya Ahmadia upo utaratibu makini uliowekwa sasa. mm -hmm. hata kuna tunaweza tukasema kundi maalum mm -hmm. la Majlis Intikhab, yani mm -hmm. ni, ni, ni kundi ambalo limepewa nafasi ya kukaa pamoja mm -hmm. na kupendekeza jina la khalifa Mdip. hawa ni watu ambao wana nafasi mbalimbali, uh, mbali za majukumu katika uh, jumuiya uh, duniani kote, wakiwe mwo... unaweza ukalizungumzia ili la Majlis Intikhab khilafa kwa sababu uh, naona saana uhudumu wako ulishaona jinsi gani khalifa anachaguliwa. Kwa hiyo unaweza ukatuelezea ili na sisi, maana nadhani sisi kizazi chetu hichi experience yetu nadhani mwaka elfu mbili na tatu mi ilikuwa kama darasa la tatu hivi miaka kumi. Kwa hiyo bado hata sikumbuki vizuri iliendaje zaidi ya kuangalia tu dokumentari ambazo zipo katika MTA. Kwa hiyo unaweza ukatuelezea jinsi gani hii bodi ambavyo inafanya kazi kumchagua khalifa? Unajua, uh, auzubillahi minashaitani rajim, bismillahi rahmani rahim. jazakumullahu taala asun jaza. Uh, wakati khalifa moja anapotangulia mbele ya haki basi ile bodi ambayo anachagua mm -hmm. Uh, khalifa nyingine wanasanyika ile sehemu ambayo khalifa aliyefariki yeah. Na baada ya kusanyika kule basi wanafanya maombi mm -hmm. Na baada ya maombi eh, lazima wanapiga kura, so, wanachagua mtu mmoja au wana, wanapendekeza zaidi ya moja ama mbili ama tatu. Lakini kama uh, Abdurahman Amesaheb alizungumza alizungumza ya kwamba Mwenyezi Mungu anafunulia uh, ana yeah. ile hamu yake au uh, wahii yake au nikisema Uh, kwa kupitia njozi yule ambayo Mwenyezi Mungu anapenda kuchagua yeah. Mwenyezi Mungu ana, anafanya maandalizi kwenye mioyo ya wanajamaat yeah. Hali ilihali zile watu wa bodi wanachagua yule yule ambayo Mwenyezi Mungu ame, ame, anapenda kuchagua yeah. Kwa hiyo zile bodi wanachagua na kora zote kwa fadhila ya Mwenyezi Mungu mm, mpaka tulipoona khalifa watano kwa fadhila ya Mwenyezi Mungu alipochaguliwa maelfu ya watu duniani nzima mm, wakaonyeshwa waka njozi mm, na mwengine wakaambiwa majina pia mm, yani jina ya Khalifatul Masih ambaye Mungu alipenda kuchagua mm, na wakati hawajui hawajaona uso ya khalifa mm lakini baada ya kuchaguliwa eh, walijua kwamba huyu alikuwa ni Hazrat Mirza Masroor Ahmad. Pia ilikuwa ni kitu cha kushangaza sana, kwa sababu hata maadui wa jumuia walikuwa wanasema kwamba huyu ndio wakati tutaona sasa, wana jumuia ya Waislamu Ahmadiyya ikianguka ikidhalilika, kwa sababu mchakato ulikuwa unatangazwa kwenye MTA. Kwa hiyo walikuwa wanajua kabisa tutaona live sasa kwamba ni jinsi gani wanavyoenda kufeli, lakini msaada mkubwa wa Mwenyezi Mungu ni kwamba dunia ilionyeshwa kwamba hii nidhamu kweli ni ya Mwenyezi Mungu. Baada ya khalifa kuchaguliwa na akatangazwa kwa wanajumuiya na akatoa komandi yake ya kwanza, kwamba jamani, sasa kaeni chini kwa ajili ya ku, ya, ku, ya, ku, ya kushika baiat na vitu kama hivyo, basi dunia nzima ilikaa, na hawa watu ambao walipata njozi na nini, wote walipewa fursa ya kueleza experience yao, na Huzuri amewaambia kwamba elezeni, kwa sababu ni mambo ambayo eh, ni ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo anaeleza, na documentary nyingi, tuseme makala nyingi zimeandaliwa juu ya hilo. Kwa hiyo ni kwa hiyo nikibakia kwako kwa, eh, Amiri na Mbashiri mkuu, sasa khalifa anachaguliwa, kazi yake ni nini? Kweli hii swali e, nzito sana <laughs> na sisi tunaweza kueleza kwa kifupi tu yeah. Lakini kazi ya khalifa kweli kweli <laughs> ni uh, labda khalifa mwenyewe anajua zaidi au <laughs> Mwenyezi Mungu anajua zaidi yeah. Lakini kwa kidhahiri tunaona, kwa sababu yeye anasimamia nidhamu ambayo nabii wa Mwenyezi Mungu akafanya akaandaa kazi kubwa, ambaye ni khalifa uh, anawekewa mbele yake yeah ni kutimiza zile eh, nikisema uh, msingi ambayo hmm. Nabii wa Mwenyezi Mungu aliweka yeah. Yeye ana, ataendelea o anaendelea kujenga jengo juu ya ile msingi ambayo nabii aliweka, na kazi kubwa ya manabii ni kuthibitisha uwepo wa Mwenyezi Mungu yeah. Kwa hiyo kazi ya Khalifa, tukisema ya kwamba yeye ni ni zamana hapa duniani uwepo wa mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kazi kubwa yake kwa fadhila ya mwenyezi Mungu, na tunaona katika kila zama ya kila khalifa, tunaona uwepo wa mwenyezi Mungu inaonekana kwa kidhahiri na watu wengi wanaelekea kwa upande wa Mwenyezi Mungu mm. na kuacha ile matamanio ya dunia hii ilikuwa ni kazi moja mm -hmm. ya, ya khalifa na kazi muhimu sana ambayo nabii alikuwa anafanya katika maisha yake mm -hmm. lakini pamoja na hilo kuna kazi kubwa nyingine ni kuleta umoja katika dini mm -hmm. kuimarisha umoja, watu wanakuwa kwenye fikra ya umoja yeah. Akiwa khalifa upo, mm. tunapoona duniani kwamba dunia ambayo Waislamu wengi wapo <laughs> lakini hawana ukhalifa <au> <laughs> na wamesambaratika mm. fikra zao na umoja wao haionekani, yeah. lakini kwenye Jumuiya ya Waislamu Ahmadiyya tunaona kila wakati Khalifa moja anapotangulia mbele ya haki, ningine anachaguliwa na umoja, inaonekana umoja kwa kwa kwa kidhahiri na kwa kibatini. Yani, nikisema kwa batini maana yake ni fikra yetu ndeo, na maoni mawazo yetu ndeo, inakuwa sehemu moja. Kwa hiyo Khalifa ni kama jua ambapo kila kitu kinazunguka pembeni yake, kwamba yeye ndio, ndio chanzo cha maendeleo ndio chanzo cha ukuaji, ndio chanzo cha kila kitu ambacho kinaendelea katika jumuia ya, ya Waislamu Ahmadia. Kwa sababu hivi juzi ilikuwa Review of Religion wamefanya wamefanya documentary fulani, kwa hiyo akamhoji kijana fulani ambaye ni Mwislamu, akasema kwamba tatizo letu sisi Waislamu ni wengi lakini tupo ania, ha, tu, tunagombana kwa vitu vidogo vidogo, lakini wanajumuia Waislamu Ahmadia ambao tunasema sio Waislamu, lakini kwa sababu wana khalifa basi utaona kwamba ni jinsi gani wanavyofanya mambo yao wa kwa kuelewana na tuseme kunaonekana mwendelezo wa mambo yao wa, hata akatolea mfano kwamba msikiti wao mkubwa hapa London, jinsi ulivyo organize na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni fadhila kubwa, na khalifa ndio kila kitu, kwa sababu kama mawazo yetu na roho zetu hazielekei kwenye sehemu moja na yani, hatuna kitu cha kutuvuta hapa duniani, basi hakuna chochote ambacho kitatuunganisha tena na Mwenyezi Mungu bila shaka. Kwa hiyo makhalifa wawili waliwahi kutembelea Tanzania, khalifa wa nne na khalifa wa tano mm -hmm. Unaweza ukazizungumziaje hizi ziara zao mziage, izi, izi na faida iliyopatikana, kwa sababu Sheikh Saib ulikuwepo na pia uliona haya mambo? Naam, ni kweli makhalifa wawili, khalifa wa nne, a, Hadhrat, a, Mirza Tahir Ahmad, mm -hmm. na na baadaye khalifa wa tano mm -hmm. Uh, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad ayyadahullahu taala binasrihil aziz, waliipatia baraka nchi yetu mm -hmm. kwa kukanyaga ardhi hii ya Tanzania ambayo naa, tukasema katika historia tunayoijua <laughs> ni makhalifa hawa mm -hmm. wa Mwenyezi Mungu mm -hmm. makhalifa wa Islam mm -hmm. waliowahi kukanyaga ardhi hii na kufanya sujida hapa na kadhalika mm -hmm. mambo yote waliofanya khalifa wa nne alikuja mwaka elfu moja mia tisa themanini na nane na khalifa na wa tano alikuja mwaka elfu moja, a, a, mwaka elfu mbili na tano. Kwa kweli ujio wao ulileta baraka kubwa na tukasema na baraka kubwa bila shaka za kwanza ni za kiroho. Ndiyo. kwa maana ya watu kupata mwanga kupata ile kuongozwa na Mwenyezi Mungu ili kuja kwenye ukweli wakati mimi mwenyewe ingawaja umesema kwamba nilikuwepo sikuwepo mwaka elfu moja mia tisa themanini na nane, kwa maana sikuwepo ndani ya jamati. Nimekuja kujiunga kama miaka mitatu hivi minne baadaye, mwaka elfu moja mia tisa na tisini na moja. Lakini nilipojiunga mwaka ule niliojiunga, amir nabashi mkuu wakati ule alikuwa ni Maulana Nasimbajwa. Nde. na A, a, wakati tulipojiunga akatangaza mwaka ule ilikuwa yeah. ni karibu na sisi, baada ya kujiunga yeah. Mimi na wenzangu kadhaa, akatangaza kwamba mwaka huu ni mwaka wa neema kubwa yeah. na sherehe fulani ya shukrani ikafanywa hapa msikitini yeah. kwa sababu alisema ni mwaka ambao watu mia moja mm. wamejiunga na jumuiya ya Islamu Ahmadiyya so. hapa nchini <laughs> labda tukitoa ile miaka ya nyuma kule akina wazee Sheikh Sale Baruku waliofanya mahubiri Rufiji yeah. yeah. na inasema kwamba watu wakajiunga kwa wingi tuache idadi lakini kwa mwaka ule 1991 mm. akasema kwamba watu waliojiunga walikuwa ni watu mia moja. Maendeleo makubwa, lakini hii ukiangalia sana ni miaka mitatu iliyopita baada ya ujio wa khalifa. <clears throat> Akashajiisha wanajumuiya na jamaat kwa ujumla kufanya mahubiri na na mbinu mbalimbali akaelekeza, alhamdulillah, kuanzia hapo ni kweli mia mia wameendelea zaidi ya mia na hata maelfu katika yeah. baadhi ya miaka hivi yeah. karibuni. Lakini pia baada ya ujio wa khalifa wa tano mwaka yeah. elfu mbili na tano tunaona ni miaka hii baada yake ndio milango mingine ya mahubiri imefunguliwa na alhamdulilahi, sasa wanajamati kwa maelfu katika yeah. kanda ya ziwa hususan yeah. zingine, a, ni, ni, na nchi nini na mikoa mingine wanajiunga na jamati Ahmadiyya. Kwa hiyo hii kwa kweli ni baraka ya kwanza kubwa ambayo imefunguliwa na Mwenyezi Mungu kwa ujio wa makhalifa hapa uh, Maulana Abdul Wahabu Adam sahibu ambaye alikuwa ni amiri wa Ghana kwa muda mrefu hmm. yeye yeah, aliwahi kusema kwamba khalifa anapotembelea katika nchi basi, anatoa maono ya miaka hamsini inayokuja, yaani nusu ya karne inayokuja kwamba mnatakiwa mfanye nini na nini. Kwa hiyo alipokuja khalifa watano Taala binasir Aziz, kweli maua yote haya tunayo yaona kwenye jumuiya MTA, tuliokaa mission house kubwa, e jamii imeimarika, kila kitu chenye sura nzuri, hata uwanja wetu wa kitonga wa, wajalsa na vitu kama hivyo, ni maua yote ambayo yalichanua baada ya ujio wa khalifa mtukufu katika e, ujio wake hapa Tanzania. Kwa hiyo e, tunapotembea pia katika ziara zetu hizi za kurekodi dokumentari huku na kule, huwa tunawauliza wanajumuia kwamba halifa alivyokuja ulikuwepo, ulijisikiaje? Wengi ni kwamba siwezi kubeba maneno yao kwa tafsiri jinsi wanavyojisikia tu, ile wanavyoonyesha shauku yao. Ni jinsi gani sasa wanajumuia wanaweza kujenga e, mahusiano mazuri na khalifa, na ni jinsi gani ambavyo wanaweza wakapata faida sasa na uhalifa. Eh, jazakallahu taala sun jazaa wanajamaat kupata mahusiano nzuri na Khalifatul Masih. Kwanza kabisa ambayo ni muhimu ni maombi. Bila maombi, hatuwezi kujenga mahusiano mema na khalifa wazama. Kwa hiyo kazi la kwanza kwa kila mwanajumuiya afanye maombi kwa dhati, ya kwamba Mwenyezi Mungu ashushe ile neema na baraka katika moyo ya mwanajamaat hmm, ambayo inaweza kujenga mawasiliano na Hazrat Khalifatul Masih hmm, ayyadahullahu Taala binasril Aziz hmm. Lakini muhimu zaidi kama mwanajamaat au mwanajumuya anataka kujenga mahusiano mema na Khalifatul Masih hmm, haina njia nyingine isipokuwa hii muhimu ya kwamba aonyeshe kutii kwa kila amri ya Hazrat Khalifatul Masih ayadahu llahu yeah. Taala yes, kwa sababu bila kufanya hii ile kutii, hatuwezi kujenga ile mahusiano mema na Hazrat Khalifatul Masih yeah. Pamoja na hilo, Quran Tukufu uh, alizungumza wakati yeye ali, ni yani Mwenyezi Mungu aliahidi kwamba ataiweka nizamu ya ukhalifa yeah. Kama aliweka nizamu ya khalifa kwa mila zilizopita, akasema amelo salihat. Kama unataka kujenga mahusiano mwema mm -hmm. Kama tunahitaji nizamu nizamu ya ukhalifa uendelee milele na milele, njia moja muhimu ni kufanya vitendo vizuri na, na kujirekebisha nafsi yetu mm-hmm. basi kama tutaifanya hivyo basi Mwenyezi Mungu ataweka atajenga ile mahusiano mema kati yetu na, na kati ya Khalifatul Masih yeah. kwa hiyo lazima tuchunguze vitendo vyetu yeah. na njia ningine ni lazima muhimu kuandika barua kwa Hazrat Khalifatul Masih mara kwa mara yeah. Tujitambulishe, kila mwanajumuia ni muhimu sana kwa ajili ya kila mwanajumuia yeye aandike barua kwa Hadhrat Khalifatul Masih. Lakini kuandika barua ni muhimu, bila shaka yeah. Lakini muhimu zaidi ni kufanya kutii nah. na kufanya vitendo vizuri ili nah. Mwenyezi Mungu ajenge. Mimi nilishuhudia hilo ya kwamba wakati ningine tunapoandika barua kwa ajili ya maombi mm, barua bado haijafika kwa Hazrat Khalifatul Masihi, lakini ile maombi Mwenyezi Mungu anatimiza anati, inaonekana Khalifa wetu anaendelea kufanya maombi kwa ajili yetu kwa ajili ya shida yetu ya, ya kiroho na ki, ya, ya kidunia mm. Kwa hiyo tukiwa namna hiyo, hata barua haijafika, lakini maombi yako imeshasikika tayari mm, imesikilizwa tayari na Mwenyezi Mungu kwa kupitia ya Khalifa yake. Kwa hiyo ni ajabu sana, na hiyo ndio ni baadhi ya njia ambayo sio mimi bali na wanajumuiya wengi wameshuhudia hilo, ya kwamba kwa hiyo sisi kama tunataka mahusiano mema, basi lazima tufanye maombi, lazima tu, tujirakibishe, tufanye mitindo vizuri, pamoja na hilo ya kuandika barua kwa Hazrat Khalifatul Masih hii ina Eh, inaleta ina manufaa mkubwa katika maisha yetu. Na bila shaka Khalifa sio kumwandikia tu barua za za shida, bali pia kumwomba ushauri, watu wanaomba ushauri, nikasomee nini, nifanye nini shaka. Bila shaka chochote ambacho tunakiandika kwa Khalifa tulmasi anakumbuka na pia anakitolea maelekezo na shaka wengi binafsi yangu mimi niliamua kwamba kuwachagiza watu kuandikia barua pia saa nyingine kusaidia kwamba zifike kwa wakati, na watu wanatoa ushuhuda wao kwamba ni jinsi gani. Kwa, kwa mfano kijana fulani ambaye ni rafiki yangu hivi karibuni amemaliza chuo mwaka sijui miaka mitano sita iliyopita, anaomba kazi kila mwaka haijapatikana, lakini mwaka jana akaandika barua, akakuandika tena barua mwaka huu amepata kazi, ni mwalimu wa kufundisha shule. Kwa hiyo amepata kazi na akaandika tena barua ya shukurani kwa huzuri. Kwa hiyo tunaona kwamba bahati tunayo, lakini ni jinsi gani tunavyochangamkia. Na huzuri kweli anakumbuka, kwa sababu na klasmeti wangu, tuseme ambayo nimesoma naye jamia, alikuwa kuna mlakati wa live na huzuri alivyosimama, akajitambulisha jina kwamba bwana, mimi ni Hassan Jengani. Huzuri akamwambia we ndio unaandika barua kwa kiuru na vitu kama hivyo, akaambia ndio ni mimi. Huzuri anakumbuka ana, anatujua kupitia barua hizi na vitu kama hivyo. Nikija kwako kwa Maulana, bila shaka hizo zote ni fadhila na baraka za ukhalifa, lakini kwa kuongezea kidogo, unazungumziaje baraka za ukhalifa, hasa tukiangalia katika nyanja ya kutumikia jamii, kurudisha kwa jamii, kwa sababu pia unasimamia humanity fest. Nadhani utalijibu vizuri. Na, ni kweli bila shaka mba, mbali ya baraka za kiroho na baraka za kimwili pia zinafata, sababu huu ndio ukweli, kwamba pale ambapo baraka za kiroho zimepatikana basi mengine yote Mwenyezi Mungu anayafungua. Kwa kweli katika nchi yetu ya, ya Tanzania tunayo mambo mengi tunaweza kuyataja kwamba yamepatikana kama ni baraka za ukhalifa, yani mambo ya kimwili, mambo ya dhahiri kama ulivyowahi kutaja uh, ule mwaka 1988 alipokuja mtukufu Khalifa wa nne akafungua pamoja na mambo mengine akazindua kituo cha ya, hospitali ya Kihonda pale, ambapo sawa, baadaye imekuja kubadilika na kuwa ni jamia, lakini bado ni baraka zile zile za kijamii kwa sababu Uh, uh, kwa kupitia hospitali ya kimwili watu walitibiwa na wanaendelea kutibiwa hadi leo pale Morogoro mjini, lakini pia kwa kubadilishwa majengo yale kuwa ni jamia, ni hospitali ya kiroho ambapo mahususi uh, walimu wanatayarishwa na kutumwa matawi mbalimbali nchini. Hii ni baraka, ni neema ambayo kwa Waislamu wengine hakuna, kwamba chuo kipo kinachotayarisha walimu na kuwapeleka lakini kupitia matawi yetu mbalimbali. Mbali, baraka nyingine ya ukhalifa inayopatikana ni kwamba matawi haya sawa na, na hali yanachimbiwa visima vya maji hmm. Na huu pia unakuwa hmm. wakati mwingine ni mradi kama ulivyosema, wakati mwingine chini ya taasisi nyingine za jamaa, lakini visima vya maji kadhaa kwa mamia vimechimbwa katika maeneo mbalimbali, na alhamdulillah, vinapochimbwa havisemwi kwamba ni kwa ajili ya wanajumuiya tu au ni kwa ajili ya matumizi ya msikiti tu bali sawa na hali hivi uh, ma, maji haya yanatumika kwa wananchi wote waliozunguka eneo lile right, lakini huduma ya MTA ambao pia inapatikana yeah, vijiji vingi vinapata nuru yeah, kwamba hata umeme pengine yeah, haupo katika yeah, kijiji, lakini Jumuislamu Ahmadia uh, inaweka sola, umeme unapatikana na mawasiliano ya MTA anapatikana, sio kwa uh, yeah, kwa waumini tu bali hata kwa watu wengine, wakitaka wanaweza kuja pale na kupata mawasiliano na kupata elimu kwa sababu kupitia hotuba za Khalifa Mtukufu, elimu kubwa inapatikana hiyo. Eh, kuhusu huduma ya maji kule kwetu, maji ya shida sana kijijini kwetu. Kwa hiyo mm, jumuiya iliweka pale tenki kubwa na mkaweka mradi wa maji pale Mtiti au Daruni. Kwa hiyo hata wo wa viongozi wa kijiji wakaja wakambia, sasa mwalimu, unapata hasara namna hii, uza hata mia mia maji, usiwape watu maji bure <laughs> mwalimu akasema haya maji ni ya bure, kwa hiyo ninawezaje? Watu wanakuja mpaka usiku kabisa <clears throat> kutaka maji na wanachota maji. Kwa hiyo hata wananchi wenyewe wanaona wana kwamba ni namna gani jumuia inavyotumikia ubinadamu na vitu kama hivyo. Sasa maulana saibu, hii ni nidhamu ambayo mwenyezi Mungu ameileta hapa duniani kwa ajili ya faida zetu sisi, tunawezaje kuulinda na kuhifadhi huu, huu tuseme ukhalifa? Bila shaka hii ni swali muhimu sana, lakini kabla ya hiyo swali ambayo ulikuwa unazungumza, jinsi jamuhia ya Waislamu Ahmadia tunaendelea kuhudumia mm -hmm. mambo ya maji, mambo ya umeme na kadhalika, mimi nimeona Uh, nidhamu ya ukhalifa ni baraka ambayo haina kikomo, haina mwisho. Yani wakati ningine napoona bahari, tunakumbuka Mwenyezi Mungu amezalisha bahari hii ambayo haina mwisho, yani kwa macho ya binadamu mm -hmm. haionekani, hata ukitazama bahari inaendelea tu mm -hmm. na ndani ya bahari ni neema ambayo haiwezi kuhesabika Hivyo ndivyo nidhamu ya khalifa ni kama bahari ambaye ina nema hatuwezi kuhesabu. Tunaangalia tu maji na umeme kidogo, kidogo <laughs> hizi, hizi, hizi ni mambo mdogo sana, yeah. Lakini baraka za ukhalifa haiwezi kuhesabiwa ambayo tunaona kwenye macho lakini inawezekana mengine sio, inawezekana hakika. Kuna nyingi ambayo haionekani kwa sababu ya baraka ya ukhalifa duniani. Dunia zinajaa na dhati ja. ya khalifa ni yani, kama mwanzo nilisema uwepo wa Mwenyezi Mungu inaonekana hapa duniani yeah. na Mwenyezi Mungu haina uh, tukisema uh, kila neema ambayo Mwenyezi Mungu anashusha hapa duniani mm. ni nyingi sana. jinsi gani sasa tunaweza tukahifadhi kwa sababu tushaona faida zake. ndiyo ndiyo. sasa kuhifadhi na kulinda nizamu ya khalifa yes. ni bila shaka la kwanza kabisa mm. ni kufanya vitendo vizuri. Naam. sharti ya vitendo vizuri. Naam. ni dhamana ya uwepo wa ukhalifa sharti. okay. Ukhalifa. la uvitendo vizuri ni dhamana ya uwepo wa ukhalifa katika ardhi hii. Asanteni sana washiriki wenzangu kwa kubariki E, kipindi hiki ambacho haswa tunazungumzia ukhalifa na tumefikia mwisho wa kipindi chetu cha leo. Bila shaka dakika hizi haziwezi kutimiza dhima ambayo labda tupewe ya kuzungumzia ukhalifa. Bila shaka tu ni nikuwaonjesha watu na watu waendelee kufanya utafiti na kufuatilia vipindi vyetu katika MTA Africa. Mpendwa mtazamaji wa MTA Africa, tumefikia mwisho wa kipindi chetu cha leo, kipindi maalum kabisa kwa ajili ya siku hii ya ukhalifa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.